Hakuna mtu kwenye mtandao wa kijamii anatia huruma. Watu wote kwenye mtandao wanapendeza, wamefanikiwa. Uongo kweli, wote wamefanikiwa? no one is crying. Kwa jamani, mafanikio tunayotafuta sisi ni sio ya kwa ajili ya kuonyesha watu wengine. Success is personal, ni ya kwako kwa. si ndio? Eh, na usipate pressure ya rusi yeye kafanikiwa kabla yako wewe, ah -ah akifanikiwa yeye muda wake wa Mungu wake ameshautiki, si ndio? Na wako na kuja. Sasa hivi tunapata pressure kubwa sana ya mafanikio ya wenzetu na sisi na sisi tuende huko. Ndio maana mtu mwingine anaingia kukopa. Haiwezekani wabadilishe gari na mimi nabadilisha kesho. Kumbe mwenzio anafanya uwekezaji, anafanya biashara na yuko mbali sana. Na mimi niwaombe sana, jamani, tukatengeneze uchumi wa muda mrefu. Uchumi wa muda? Sustainable economy. Siku ukiondoka duniani uache alama, legacy. Ulikuja mtu kama mtu mmoja duniani, lakini ukiondoka hapa duniani unaacha taasisi.